Ndoto nyingine inasema mtumishi, ukiota huko sehemu, niko sehemu na mtoto, ninamwambia tutoroke, tukatoroka, tukakimbia, halafu kuna watu kama wanne wanatukimbiza. Mtoto yule akachoka, akasema nimechoka, waje wanikamate, nikamwambia jikaze, tukimbie, tunageuka, tukageuka nyuma tumewacha mbali, nikashtuka. Mtoto mwenyewe analingana na mtoto wangu, naye ni wa kike. Ukiota ndoto kama hii hii, inamaanisha kwamba ni taarifa ambayo Mungu anakupatia kwamba upo katika nyakati za mashambulizi, lakini pia vita ulizonazo kiroho zitahamia mpaka kwa watoto wako na kwa sababu zimehamia kwa watoto wako, atakayefanya watoto wako washinde na wewe wasalama ni wewe mwenyewe. Tuko pamoja kwa kama unapitia magonjwa, utajikuta na watoto wako na magonjwa. Kama kuna hali fulani, nguvu za giza, utajikuta na watoto wako pia wanaanza kushambuliwa. Sasa kwenye ndoto Mungu anakuonyesha kwamba unakimbia na mnawacha mbali, lakini pia inaonekana mtoto wako alikuwa amechoka sana me, yuko tayari kwa lolote, kwa manake Mungu anakuambia kwamba wewe ndo mchungaji wa mtoto wako koo. Mimi nitakushauri cha kwanza, hivi vitaleta nguvu za giza, mapepo na nini. Kwa hiyo una cha kufanya kikubwa unatakiwa uhakikishe unaishi maisha yanayompendeza Mungu. Epuka uchungu, epuka visasi, yani jiweke mbali na kila negative, yaani kitu vyo, mambo hasi maisha yako. Lakini kumbuka familia ni kama nyumba, ni kama zizi, sawa. Lazima wale watoto wanaozaliwa katika hiyo familia wapate mchungaji wa kuwalea vyema ndiyo yule anayewalea ndo mchungaji, anaweza akawa ni house girl, akawa ni mama wa familia, ni mchungaji kwa lazima. Uchague mchungaji mzuri, kwa kama ni mama ambaye unawalea watoto, hakikisha chochote kilicho chemu unachokula unacholisha nafsi yako, walishe na watoto wako. Kama unafuatilia mahubiri, hakikisha na watoto wako wote wanafuatilia, kama hapo hapo nyumbani, utawasaidia sana. Kama unaombewa, basi usiombewe peke yako, hakikisha unamwambia mtumishi aombee na watoto wako kwa hiyo hiyo ni namna nzuri ya kuwalinda watoto na kuwafanya washinde vita vya kiroho zaidi, kwa kile kitendo cha kumwambia mtoto wako asichoke. Maanake ulikuwa unazungumza kwenye ulimwengu wa roho kwamba wewe ndo utakayekuwa mchungaji wa hao watoto wa huyo mtoto, kumsaidia ili vile vita ambavyo una kumbana navyo na yeye avishinde. Kwa sababu kwenye Biblia, Biblia inasema kwamba Yesu anaambia wanafunzi wake kwamba imeandikwa Nitampiga mchungaji na kondoo watafanyaje? Watatawanyika. Kwa hiyo mchungaji ni wewe, unayewachunga watoto, kwa vile vita vya, vya kwako wakikushindwa wewe vitahamia kwa watoto wako. Kwao ni vizuri sana, hakikisha unakuwa mchungaji mzuri na hivyo vita hutaviona kwa watoto wako tena. Mungu akubariki. Kuna huyu mwingine anasema: Niliota usiku ninasoma mstari wa Petro wa kwanza moja kuanzia mstari wa kwanza hadi wa ishirini na tano. Nilipoamka nikawa nimeupotezea. Baadaye nikajikuta napata msukumo, kuna kitu kinaniambia soma. Baada ya kusoma huo mstari, kuna hali fulani nilipata, kama kulia vile kama yaani, kuna hali nilipitia Ukiona hii hali unaletewa mstari wa Biblia usome, na ulipousoma ukajisikia kuna hali fulani ya kugua, yaani kama una machozi yanakutoka, hiyo inamaanisha kwamba ule mstari wa Biblia ulikuwa umebeba daraja la wewe kukutana na Mungu wako kuna namna Mungu alitamani akutane na wewe kupitia maandiko. Kumbuka, Mungu anakutana na sisi kupitia neno lake, yaani sisi tunakutana na Mungu kupitia Yesu. Yesu ni neno Len, neno nalo lisoma. Kuna baadhi ya neno ambalo Mungu kwa siku hiyo anataka akutane na wewe kwenye hilo neno, ndio maana unapoenda kanisani au kwa ukiwa mhubiri au mtumishi wa Mungu, jitahidi sana kumsikiliza Mungu kwa sababu kiwango kile unachosimama madhabahuni kuhubiri, Mungu anatamani siku hiyo kuna neno fulani akutane na hao watu waliokuja hapo kanisani. Kwa hata wewe pia kile kitundo cha kuhimizwa, maana kuna namna Mungu alitaka kutane na maisha yako kupitia hiyo hostari, na baada ya kutii ukalisoma lile neno, Mungu amekutana na wewe sasa kile hali ya kusikia machozi, kuna namna Mungu anaanza kukutengeneza ndani yako kupitia lile andiko. Iko hivi, Mungu unayemjua Mungu huyu ni wa ajabu sana na ulimwengu wa kiroho. Namna ambavyo Mungu anakutana na sisi ni tofauti na vile ambavyo tumefundishwa sana. Kadri unavyozidi kukua kiroho, utajua kwamba Mungu njia zake sio kama za kwetu sio kila wakati utakutana Mungu atakuja kwako kama li sauti fulani, no. Kuna wakati mwingine yatakuja ni mawazo, utasikia sauti, utaona nuru kwenye ufahamu, yani kuna vitu vingi, atakuja mtu utasikia ujumbe, unaweza kupita mahali unaona plate number za gari zimeandikwa mstari wa biblia fulani kuna, yani kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo Mungu njia zake za kuongea na wewe ni nyingi. Kwa ukiona unasoma mstari wa Biblia unaanza kulia unatoka machozi, maanake tayari Mungu alitaka ule mstari wa Biblia uwe ni kama sauti yake kwako, yaani aseme na wewe kupitia huo mstari. Kwa hiyo anaposema na wewe, ndo hivyo unasikia machozi, manake anakuhudumia kupitia neno. Kwa hiyo sasa, baada ya hapo, jitahidi sana kufanyia kazi ule mstari uliosoma. Mungu akubariki. Amina. Kuna huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe, pole na majukumu. Naomba unisaidie, ninaota mama yangu, namkuta na mwanaume mwingine, akiwa ana siku kadhaa hajaonekana nyumbani na tunamtafuta sasa. Namkuta yuko na mwanaume, anafanya mpango wa kumtorosha, aelekee kwao kijiji jirani. Imeniuma sana, licha ya mama kujisikia vibaya na kunisi, lakini nimeongea lugha jadharau na huyo mwanaume ametetemeka akidhani nataka kumpiga, lakini nimewaacha, naelekea nyumbani, ndipo nimeshtuka usingizini. Naomba nisaidie, maana nimefadhaika, ila mama na baba wamekufa mwaka juzi. Sasa hii hii ina maana kwamba ina pande mbili, kuna pande ya ndani na pande ya nje. Mama anawakilisha maisha yako binafsi, alafu yule baba wa nje anawakilisha vitu vingine huko nje. Pande mbili kwa namna gani? Kiroho, manake Mungu anakusemesha umeshaingia kwenye ulimwengu wa, wa asherati. yaani kuna vitu ambavyo utaanza kuviona ambavyo vya, kuna zile roho za kiasherati zitaanza kufuatilia familia yako au uliopo, maanake ni roho za mafatilizi kutoka kwa upande wa mama huko au pande kutoka huko kuja kufuatilia maisha yako. Tuko pamoja? Ndio hapo utajikuta ukioa, wa mke wako anakuwa na hivyo vitabia, lakini pia utajikuta sio tu hapo nyumbani kwako hata mazingira ya huko nje. Ndio maana nakwambia huyu baba anamaanisha huko nje, hata kama uni mchungaji kama ni mtumishi wa Mungu, kama unasali kanisa, utakuna kutana na kesi kama hizi, maana kuna roho fulani imeshaingia kwenye saiko yako, kwa maana Mungu anakuletea hii ndoto uanze kushughulikia hiyo roho. Unaishughulikiaje? Tunarudi kwenye Biblia, roho yoyote chafu ukioni na kufuatilia manake imeshapata uhalali sasa. Ili tuondoe ule uhalali ni lazima tutumie damu ya Yesu. Maanake damu ya Yesu inatumika kutenga, yaani kutenga, maanake kutenga uzao wako wewe, kutenga maisha yako wewe, kutenga chochote ili kisi uwe na ushirika na ulimwengu mwingine, au na chochote. Damu ya Yesu inaweza ikakutenga wewe na mkeo Yani wewe na labda cha kwako na cha adui, cha kwako na cha mtu fulani. Kwa mfano, kama mume wako amechukuliwa, unaweza ukamtenga mume wako na hiyo michepuko kutumia damu ya Yesu. Lakini damu ya Yesu pia inaweza ikaunganisha. Kwa hiyo damu ya Yesu utakuwa unaiachiria kwenye marango ya ukoo wenu, kwenye marango ya upande wa mama, hizo roho unazisemesha kwamba kupitia damu ya Yesu, hamna walali tena wa kukanyaga kwenye maisha yangu. Kupitia damu ya Yesu, ninaokomboa uzao wangu na hizo roho. Kupitia damu ya Yesu unakua unakomboa uzao wako, wanaokuhusu maisha yako, yani seko yako yote ambayo unaijua na kuhusu wewe. Komboa, unaikataa hiyo roho, kwamba nakataa roho ya uashirati wewe roho ya usariti, wewe roho ya namna fulani, na kusemesha na juu, unanisikia kwa sababu roho yoyote ukisemesha kwa imani itakusikiliza. Itakuti uko vizuri, itakwe, ita, ita kama uko vizuri itaondoka. Kama hauna walali haitaondoka. Kumbuka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kumi na tisa wakati wana wa Skewa wameanza kusemesha zile pepo kwamba ninakutoa pepo kwa Mungu anayehubiriwa na Paulo, zile pepo zikasema, bwana hawa watu tunawajua, lakini nini hatuwafahamu zikawashambulia zikawapiga kwa. Uhakikisha unaposimama kwenye kukemea hizo roho, uhakikishe uko vizuri kiroho, uhakikishe una imani thabiti, uhakikishe una uhakika kwamba una uhalali wa kufanya unachokifanya, hakikisha umeokoka kweli kweli. Tuko pamoja. Sasa miandiko ya kusimamia ni maandiko gani? Mstari wa kwanza ambao utausimamia ni ufunuo wa Yohana kumi na mbili kumi na moja. Neno la Mungu linasema Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. kwa unapokuwa naomba, unakuwa unasema, wewe roho wa uashirati, au wewe roho unayefuatilia familia yangu, ninakushinda kwa damu ya Yesu. Ninakushinda kwa damu ya Yesu. Ninakushinda kushinda kwa damu ya Yesu ninakupiga popote ulipo, naachilia moto, naachilia moto. Sasa moto kazi yake ni nini? kwa nini damu ya Yesu? Kwa sababu katika Mateo 26, anasema kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikao kwa ajili ya wengi kuondolewa ondoleo dhambi. Damu ya Yesu kazi yake inaenda kuondoa hatia, inaondoa hili zile dhambi zilizofanyika ule walali, kama ni magano, walienda kwa waganga, inaondoa inafuta Warumi tatu ishirini na tano nasema, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Kwa unapotumia damu ya Yesu inaenda kutoa uzao wako kwenye kupatana na hiyo miungu au hizo roho, inaenda kupatanisha uzao wako kwenye nani? Ufalme wa Mungu. Ndio maana unaweza ukashangaa kwamba kama wao huko nyuma walitoa kafara, wewe leo ukiomba kupitia damu Yesu kwa imani unaopatanisha uzao wako wewe na nani na Mungu aliye hai. Wakorintho wa Kwanza kumi na moja ishirini na tano na vivi hivi, baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya. Tunarudia lile andiko, lakini sasa ukisoma kwenye Ibrania kumi na moja ishirini na nane anasema, kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. wow. Kwa hiyo unagundua unapoachilia damu ya Yesu kwa imani kwenye uzao wako kwenye maeneo yote ambayo yanakuhusu wewe, sawa? Yale mafatilizo kutoka kwa mababu si wapi, hayawezi kukupata wewe. Sababu ile damu inasimama ikidai haki kwamba hawa watu sio wa kwako tena, ni watu wa Mungu, ni watu wa Mungu. Usimsogelee huyu mtu, ni mtu wa Mungu. Ndio maana watu wengine ukilala usiku unajifunika kwa damu ya Yesu na wachawi hawakugusa, hawakugusi kwa nini? Akija mchawi anakuta kwamba mm, huyu kumbe sio wa kwetu sawa. Yani, kwenye ufalme wa, wa kiroho Shetani ana ulimwengu wake na Mungu ana ulimwengu wake. Yani, tuko tofauti t tunalala sehemu moja. Mke wangu akawa ni ufalme wa Shetani, mimi nikawa ni, ni ufalme wa nani? Wa Mungu. Watoto wangu akawa ni ufalme wa Shetani, mimi nikawa ufalme wa Mungu. Sasa ni mimi kazi yangu kama baba kuhakikisha hawa wote wa, ni wa ufalme wa Mungu. Ni wewe mama kwa kisha hawa wote ni wa Mungu. Ni wewe mtoto kwa kisha hawa wote ni wa Mungu. Tuko pamoja na hapa ni kutumia damu ya Yesu sasa. Sasa Waebrania 12:24 nasema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ile ya Habili. Katika ulimwengu wa roho hakuna damu yenye nguvu kama hizi, damu ya Habili, damu ya Yesu damu ya Habili mpaka sasa hivi inanena. Kwa hiyo damu zina tabia za kudai kwamba babu zetu walijungamanisha wali, wali uzao wao na sisi, kwa ninyi ni wa kwetu. Kunashanga vile viroho maroho machafu yanazidi kuwafuatilia, kwa sababu hamtaki, kwa sababu yale yanakuwa na demandi zao. Kwa ili nyinyi mjinasue, lazima utangaze damu ya Yesu kwamba mm -mm, mimi sio wakwenu kwa damu ya Yesu. Naiachilia damu ya Yesu kila eneo ni wa Yesu. Ufunuo wa Yohana tano na tisa inasema nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, na kuwa, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. sasa iko hivi unaposema mimi ni wa Yesu, nimekombolewa na Yesu, familia yangu ni ya Yesu. Haya ni maombi ya ukiri. Automatiki mapepo kuzimu shetani yanakosa nguvu ya kuendelea kukumiliki wewe, yanakosa uhalali wa kuendelea kukumiliki wewe, yanakosa wa neema na uwezo wa kuendelea kufanyaje? Kukumiliki kwa sababu tayari kama alikuwa ni pepo zinakusumbua zikija kwako zitakuta wewe tena ni mali ya Yesu, zinamkuta Yesu kwenye maisha yako. Sasa nimalizie maombi ambayo unatakiwa yafanye unaposhughulikia haya mafatilizo ya, ya adui ni maombi ya kufunga, tuko pamoja. Fanya sana maombi ya kufunga, hata kama ni siku saba za kufunga funga. Kama ulikuwa huolewi unakuta kuna vitu vinafuatilia kwenu, unatumia maombi ya kufunga sana, na sio ya siku moja, sio ya siku mbili, ni mwendelezo mpaka utakapoanza kuona mbingu kwenye hilo eneo zimekufungukia mpaka utakapoanza kuona ushindi kwenye ulimwengu wa roho kwenye ndoto utaanza kuona kwenye ulimwengu wa roho hivyo vitu vimefanyaje, tumeondoka. Tuko pamoja. Kufunga na utaona nini? Uta, utajuaje kama vimekuachia ulimwengu wako wa kiroho, hata maisha yako? Utaanza kuona mambo ya yani, utaanza kuona amani, ile amani ya Mungu kwamba tayari Mungu amenijibu, na utaanza kuona uhakika ndani yako. Ukiona bado na mashaka, jua kuna vitu bado, hivyo vitu havijakuondokea, lazima endelee kufunga. Akaone umeachiwa zaidi. Tuko pamoja. A, kitu kingine ambacho napenda kumalizia ni kwamba kuna kutumia vifaa vya Yesu na kuna kuishi na Yesu ni vitu vili tofauti. Watu wengi tunapenda kutumia vifaa vya Yesu na vinatusaidia. Mfano damu, jina lake, lakini hatutaki kuendelea kukaa kwenye uhusiano mzuri na Yesu. Ni vitu vili tofauti. Kwa jitahidi kama umeamua kukaa kutumia vifaa vya Yesu basi, ukubali kukaa kwenye maisha ya Yesu ili wale maadui wasindekuwa na wale na wewe, kwa sababu utakapotumia vifaa vya Yesu vikakusaidia, ufalme wa giza haulali, wataendelea kuja kufanyaje? Kukutafuta.